mu katika kuhakikisha kwamba vita hii tunaitokomeza katika jiji letu la Dar es Salaam, na hasa tukizingatia karibu sasa zaidi ya miaka mitano ugonjwa huu um, kushakuwa kama ni historia katika jiji letu la Dar es Salaam. Sasa ni vipi umezuka? E, na wengine wanasema ugonjwa huo umezuka wakati wakati ya hakuna hakuna hakuna masika. Wataalamu hawa wanatuambia kwamba e, kuna kuna na kitu kinaitwa kipindupindu cha wakati wa kiangazi kinatokea, na hicho wanasema kinasambaa kwa haraka sana. Kwa hiyo mgonjwa wetu wa kwanza alitambulikana ali alipatikana tarehe 15 na <coughs> ya mwezi huu, mtu mmoja alifariki, alipofikishwa Mwananyamala pale hospital akiwa ameshafariki, alipochukua specimen ili kuweza kujua amefariki na kitu gani kadhihirika kwamba amefariki kwa wa ugonjwa wa kipindupindu, na hata ile familia yake, mke na watoto, walipochukuliwa vile vile vipimo <coughs> na wao walidhihirika kwamba wana maambukizi ya kipindupindu, na mpaka sasa hivi bado tunao tunao katika kituo chetu cha afya pale pale Burahati. Sasa unaweza ukaona tangu tarehe 15 mpaka leo wagonjwa karibu hamsini wa na sita ambao wameshafikishwa katika hospitali yetu, hospitali walikuwa anafikishiwa sinza pale na Mwananyamala, wagonjwa kama hamsini na sita hivi, lakini wengine wameshatibiwa wamepewa discharge. Sasa mpaka leo bado tunao wagonjwa thelathini na sita katika hospitali zetu hizi lakini vile vile tumeongeza e, wagonjwa sasa wanahamishiwa katika kituo ambacho sasa tunakifanya ndio tunakifanya cha, e, cha cha cha cha, cha kupeleka wagonjwa wanaothibitika wana kipindupindu na mm -hmm. kituo hicho kiko, kiko Mbagala. Kwa hiyo huko ndiko tuna tuna, tuna, tuna hao watu ambao e, 36 mpaka sasa lakini vile vile tangu ugonjwa huu uanze tumeshapoteza watu watatu e, wanawake wawili na mwanaume mmoja. Lakini katika vipimo vilivyokwisha thibitishwa mpaka sasa hivi kwamba huu ni ukweli ni ugonjwa wa kipindupindu e, ni kama wagonjwa wagonjwa kumi. Kwa hiyo tatizo la ugonjwa huu kupeleka vipimo lazima ichukue saa ishirini na nne ndio majibu yanatoka kwamba hiki ni kipindupindu au si kipindupindu. Lakini wale wote wanaopatikana na dalili ambazo ni kuharisha mfululizo, alafu chocha majimaji meupe kama maji ya mchele, kutapika mfululizo, ngozi kusinyaa, kiu kali na midomo kukauka, mapigo ya moyo kwenda mbio, na kuumwa misuli na mwili kukosa nguvu kwa dalili hizi zinapoonekana kwa mgonjwa yoyote, madaktari yes. e, wetu hawa wana wana wanakuweka wana, wana, wana, wana katika kundi hilo la ku- la kuhisia kwamba kuna kipindupindu mpaka hapo maabara zinapothibitisha kwamba huyu kweli ni mgonjwa e, wa kipindupindu. Kwa hiyo wote hao wanapopatikana na hizo dalili, wakifikishwa pale hospitali, wanawekwa katika vituo vyetu ambavyo kituo eh, cha Mwananyamala pale Buguruni eh, na mwanzoni ilikuwa Sinza, vile vile Buguruni kwa maana ya wilaya ya, ya Ilala, lakini na Temeke kwa maana ya wilaya ya Temeke. Kila wilaya ina vituo vyake. Umeona, tukiwaweka kwenye kituo kimoja tunaweza tukasambaza ugonjwa huu kwa haraka zaidi. Kwa hiyo wale suspects wanapelekwa katika katika katika hospitali hizo ambazo zimefanyika. Lakini kitu gani kingine kimeshafanyika? Kwanza ni kuanzisha hivyo vituo vya vya vya kuwahifadhi kwa, lakini vile vile wataalam wetu wa afya wamechukua juhudi za kuwafuatilia hao ambao wanathibitika kwamba wana ugonjwa huu wa kipindupindu, wanafuatiliwa mpaka kwenye eh, kwenye kwenye kwenye kaya zao na huko tahadhari zote zinachukuliwa kwa mujibu wa taratibu za kiafya. E, kwa mfano kutia dawa zile nguo walizokuwa natumia au magodoro yale waliokuwa natumia, lakini vile vile maji kuhakikisha kwamba yanapata treatment inayohusika e, katika maeneo yote, na vile vile hatua nyingine tunayofanya ni kutoa elimu e, wanaendelea kutoa elimu katika maeneo mbalimbali mbali. Lakini vile vile maiti zile zinazothibitika zimesababishwa na kipindupindu zinazikwa na serikali. Kwa sasa hivi, kama nilivyosema, watu watatu walishafariki, wawili walizikwa na serikali, lakini yule mmoja, taarifa zilichelewa, wakawa wamemzika ndugu zake. Sasa hii ni hatari, nataka nilisisitize hili ni hatari maiti zote ambazo zitathibitika zimesababishwa na kipindupindu